Yes, so mwana familia wa Mwaki Sports karibu sana katika segment ya kimichezo ambayo tunaangazia habari mbalimbali za michezo ambazo zimejiri na sisi tumekuwa tukuletea ili upate kufahamu yale ambayo yanaendelea katika karia ya mzima ya soka, na kwa sasa tunaangazia taarifa rasmi, taarifa mpya kabisa ambayo pengine itakuwa si mzuri sana kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia inawezekana ikawa ni mzuri, na hii inamhusu uh, moja kati ya wachezaji ambao umekuwa kihusianisho sana usajili wa dirisha dogo ndani ya klabu ya soka ya Yanga, mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji kutoka timu ya Vipers FC ya kule nchini Uganda, ambaye anafahamika kama Allan Okello, ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa akihusishwa na taarifa za kusajiliwa na klabu ya soka ya Yanga. Sasa unaambiwa um, Allan Okello ameweza kuwasili leo kutokea kule nchini Morocco ambapo alikuwa na timu taifa ya Uganda wakiwa wanashiriki ile michuano ya Afcon nchi huru za bara la Afrika ambapo Uganda hawakuweza kusurvive kuendelea katika hatua ya 16 na bora, na badala yake wamefungashwa virago na leo hii rasmi wametua ndani ya Kampala a, nchini Uganda. Sasa unaambiwa, baada ya kutua siku ya kesho, Allan Okello akimbatana na, na managers pamoja na wale uh, watu wake wa karibu wanaenda wana kukutana na kiongozi wa timu hiyo ya Vipers kwa ajili ya kuleta makubaliano ya kuachiwa uh, ili aweze kujiunga na klabu ya soka Yanga kwa dau la dola za Kimarekani laki moja. Sasa um, uh, inaelezwa kwamba Allan Okello amebakiza miezi sita tu ya kuitumikia Vipers FC. Kwa hiyo siku ya kesho ataenda kuongea na uongozi huu na kuwaambia kwamba wamwachie kwa dola uh, laki moja za Kimarekani ama kama wasipohitaji kumwachia basi ataondoka free kabisa uh, baada ya miezi sita ijayo. Kwa hiyo Allan Okello uh, siku ya kesho atakuwa na mazungumzo marefu sana na viongozi wa klabu hiyo ya Vipers FC ili kuangalia anakotathmini ni kwa namna gani bora ambayo wanaweza kutoka ama kuachiwa ile jiunga na klabu ya soka ya Yanga. So kwa taarifa hii ni wazi kwamba bado uh, usajili wa Allan Okello kujiunga na klabu ya soka ya Yanga bado ni mbichi, bado uh, mambo hayaja kuiva kama inavyosemekana katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo uh, lolote linaweza likatokea, pengine Young Africans wanaweza wakaambulia kunawa tu na wasile, kutokana na Vipers kuendelea kuleta ugumu wa kutomwachia mchezaji huyo Allan Okello kujiunga na klabu ya soka ya Yanga. Unamwoni gani kuhusiana na taarifa hii? Unahisi kwa mbilinga mbilinga hiyo Allan Okello okay, atafanikiwa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga ama ndiyo kisanga kimeanza, na pengine Young Africans wanakwenda kufeli kuipata saini ya mchezaji huyo uh, ambaye anakichafua sana ndani ya timu ya Uganda uh, kwa maana timu ya taifa, lakini pia ndani ya ligi ya Uganda akiwa na klabu ya soka ya Vipers. Maoni yako ni muhimu sana, tuandike kwenye comment section. Usahau kusubscribe like na kushare video zetu.